Chuo hiki ni chuo cha muda mrefu katika mkoa wa Mbeya cha VETA na ni chuo ambacho tunatoa stadi mbalimbali ambazo zinahusiana na ujuzi katika maeneo mbalimbali mbali. Na kama mlivyoona leo tumeweza kupita katika karakana ya ya ya, ya, ya, ya carpentry and joinery. Kuna pia karakana nyingine ya tunasema auto electric ambayo inahusiana na masuala mazima ya umeme wa magari, pamoja na karakana nyingine tulikuwa ni masuala mazima ya plumbing and pipe fitting, na karakana ya urembo us na ususi, na haya ni maeneo ambayo tunaendelea pia kuyafanyia maboresho katika utoaji wa mafunzo na maboresho haya yam kita katika kuhakikisha kwa kwamba tunakuwa na vifaa ambavyo vinaendana na mabadiliko ya teknolojia, na kama mlivyoona tumeenda kwenye karakana ile ya auto electrical, masuala mazima ya umeme wa magari. Tumeona kabisa sasa hivi tunatakiwa tuwafundishe wanafunzi teknolojia mpya za maeneo ya magari. Lengo kubwa ni kutaka kuwa na Mtanzania ambaye atakuwa na, na, na fikra tunduizi, lakini pia awe na uwezo wa kuwa anatumia vipaji ujuzi utakaomfanya aweze kwenda kushindana kwenye soko la ajira kinchi ki kikanda, lakini pia na kimataifa. Sasa lazima tuhakikishe vijana wa Tanzania wanapata ujuzi na wanakuwa na, na, na ujuzi ambao utawafanya pia waweze kushiriki kwenye fursa mbalimbali mbali za ajira zinazotokea hapa nchini na nje ya nchi. Kwa kweli ni sema tu tumekuwa na changamoto ya yeah. Vijana ambao wako tayari kwenye mfumo wa mafunzo ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kwenye taasisi mbalimbali, lakini taarifa zao kutofikishwa kwa wakati, hatikati wanafunzi wanaposoma, tunaposema sisi tunarekebu